Wao wamekimbia mechi yaani, stori inaanzia pale. Tuko hapa kwa sababu Simba Sports Club alikimbia mechi tarehe nane. Tuko hapa tunajadiliana, tunazungumza, tunafanya hivi kwa sababu gani? Kwa sababu Simba Sports Club walikimbia mechi Machi nane. Haya, Machi nane Hmm. Nani hakuwepo kwenye timu yao ambaye kaongezeka leo? Tajie mmoja. Wote walikuwa. Wote kwa nini walikimbia? Kwa nini walikula nyoya? Mm. Nikuulize hiyo swali. Kwa nini walikula nyoya kama hawa watu walikuwepo? Kwa nini walikula unyoya? Eh. Hmm. Yeah. Ah, mimi siwezi kujua hapo. Ah, hujui? Eh, yeah, ah, kwa nini? Na sisi Yanga ndio maana tunataka tupate majibu. Sasa pia si hatujui. Kwa nini Simba Sports walikula unyoya? Mm. Machi nane. Yaani, tukijibiwa hilo jambo, mimi naamini wanachama wetu watakuwa wameshaelewa, namunkari utashuka. Sasa kujibu mwenyewe mnyama au nani? Yeye pia kama anaweza ajibu e. Kwa nini alikimbia, maana inawezekana anawapa watu shida, atakiwa tuajielezea hata yeye e. Bwana, mimi niliamka siku ile, kila nikichekecha naona saba e, kila nikiangalia naona napigwa e, saba Nimezishusha ushusha unaona, ya nini mie eh yani e, nikishusha inashuka tano inarudi rudi saba eh. Nikaona ya nini mie tufukuzane na bakola eh, nikala unyoya eh. Akijielezea hivyo na sisi Yanga ni waungwana eh, wakitoka Simba Sports wakajielezea hivyo kwamba walikimbia Machi nane kwa sababu ya aibu eh, sisi tunakwenda kucheza nao pale eh, yani wanatakiwa wakiri tu kwamba sisi tulikimbia aibu Machi mm. nane ndio. Lakini hapo umeonekana kama kuwalaumu, sababu ya hili lote ni wao Simba Sports, si, si kwa sisi walaumu shekhe eh tuko lakin... hapa hivi, kwa mfano mm. wangekuja uwanjani tungejadiliana mm. haya, hawakuja ndio maana tunajadiliana. Kwa hiyo ambaye hakuja pale mm. sio bodi, sio TFF, sio mashabiki, sio Yanga, wote tulikuwepo kwa Mkapa, ambaye hakuja ni Simba Sports, ambaye Ndio. hakushiriki kwenye ule mchezo ni Simba Sports. Sasa anatakiwa watu basi, kama wengine hawezi atujibu, hata yeye aelezeni, usiache watu na maswali Ndio hata basi jielezea, hata wewe kwa nini hukuja tarehe nane? Ndiyo. Kwa sababu ukisema wachezaji, sasa so, alikuwa nao tarehe nane Au alikuwa hajawasajili bado? Alikuwa nao. Alikuwa nao. Kwa nini hakutia timu bado? Hmm. Alikosekana <laughs> pin pin tu pale. Pin pin nini? Kama alikuwa hayupo. Hmm. Basi waseme e, bwana tuliogopa kuja kwa sababu pin pin hakuwepo. Kwa sasa hivi pin pin amerudi, tunaomba hmm. tuje tena. Hmm. E, lazima watu waseme, yani unasikia sasa, lazima watu waongee. Haiwezekani, lazima watu waongee ni kwa nini watu hawakuja? Lazima pale pajibiwe pale, hmm, papate majibu. Ndiyo. Haiwezi tu kuwa kwamba eh, dabi namba nne kwa ukubwa na ubora barani Afrika inakuwa tu haipo afu inabakia tu blank. Haiwezekani, lazima wao wa, wa, wa, wa, sababu ni pimpini kamara kama ulivyosema waseme, mm, bwana si tulikula unyoya kwa sababu tuliona angedaka mtu mwingine zingekuwa nane hmm, kwao, tukala unyoya, tunaomba Yanga waje tucheze. Yani lazima mtu aongee.